Bila masuala sawa, tunaweza tukasema ujana ni maji ya moto, lakini ujana una mwisho wake pia. Sasa kama yanapanda, manake sisi, umakini umepotea. Umakini umepotea kwa namna gani? Umepotea kwenye matumizi ya kinga, manake vijana wengi inawezekana kwa kipindi hiki, kuto kutumia kinga kumekuwa kwingi sana. Sasa cha kufanya, mimi na nadhani serikali pia iongeze elimu kwa vijana kwenye makundi, isilenge kukaa tu ofisini kwamba wakiwa hospitalini ndipo ambapo kwa wanahamasisha wana, wana kwamba waende watu wakapime, waende watu wakapime, lakini pia watumie njia za kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanajikingaji, sawa. Tunaweza tukasema e, matumizi matumizi mtumie, lakini je ni nani anayekuja kuhamasisha koo waweze kutenga makundi ambayo ya hususa ni ya vijana kuweza kwenda kutoa elimu kwa, kwa vijana ili pia nao vijana wajue umuhimu zaidi wa kinga, kwa sababu mpaka hivi sasa inaimbwa kama kuimbwa kama kwaya, lakini umuhimu bado ujaelezwa. Vijana nadhani kwa kipindi kama hiki wabadilike, matumizi ya kinga yawe mbele zaidi, kwa sababu dunia tunakokwenda kwenda tukajikuta ni kizazi chenye maambukizi zaidi kuliko kupunguza kwa kutumia kinga. Mi nadhani ndio hicho, yani nguvu ielekezwe sana kwenye kinga, lakini pia vijana wanapoelekezwa na wataalamu matumizi ya kinga, kwa sababu kinga zinapatikana na maeneo mbalimbali, kwenye ATM za salama kondo, tunazikuta hizo nani hizo, salama ziko nyingi maofisini, kwenye ofisi serikali ofisi ya mtendaji, kwenye vilabu vya pombe ba moto zimo, cha msingi kwa sababu hivi sasa wasidharau, sababu hivi sasa ni kwambie tu kweli, mtangazaji, vijana wengi wanasema ah, hizi zinazotolewa na na, na na na, MSD huwa hazifai kwao. Kama hazifai, wana, wanaacha hata kununua zile ambazo wananunua kwa siku zote, mwisho wa siku wanatumia dry. Sasa kama unavyotumia dry, mwisho wa siku madhara haya ambayo yanakuja aretu kwamba maambukizi yanapopanda kwenda juu, maanake umakini umepungua. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tukiweza kufanya.